Maelfu ya vijana kutoka wadi zote saba za eneo bunge la Kilifi Kaskazini walikusanyika katika kambi ya chifu mjini Kilifi wakati wa shughuli ya kuthibitisha maombi yao ya ruzuku za mtaji wa biashara chini ya mradi wa Nyota ambao umelenga kuwasaidia vijana sabini kutoka kila wadi kote nchini kwa kima cha shilingi elfu hamsini kwa kila mmoja kuanzisha biashara. <mulia> Vijana hapa walifika asubuhi na mapema baada ya kupokea ujumbe wa hatua ya kwanza kupitia simu zao za rununu. Nilicommunicate, hio ni Nyota, nikapata SMS, so nikakuja hapa. Experience imekuwa poa, nimekuja saa tatu, exact time yenye wali waliniambia, nikafika pale nikasaidika vizuri. Niko na mtoto but nimemanage. nimeandika jina ID namba ya simu, alafu tena nikaeka sign sign, e, signature then nika nikaeka ticks, so after hapo nangojea notification from them. Leo ilikuwa siku ya kuvuna kwa huduma bodaboda, ambao wamekuwa na shughuli nyingi za kuwafikisha vijana hawa katika maeneo bunge yote kote nchini Katibu katika Wizara ya Vijana, ambaye amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba mradi huu utakaogharimu shilingi bilioni 20 unafaulu na ambaye yuko katika ziara ya kushuhudia uthibitishaji huu, alisema shughuli hii haingeweza kufanywa kidijitali ili kupunguza visa vya udanganyifu. Shughuli ya leo inaitwa physical validation. Nilipokuwa hapa eh, kama wiki, majuma mawili kwamba baada ya vijana kutuma maombi, tutarudi katika kila constituency kufanya physical validation, wale ambao wametuma maombi ni ya kina nani, na katika takwimu zetu, na katika wale ambao sasa wamekuja ground, wale ambao wamepata jumbe za EAT za entrepreneurship aptitude test, ambao tumewafanyia majaribio ya kuwapima tuone utayari wao wa kufanya biashara. Ndio umuhimu wa zoezi ya leo kufanya verification. Naibu kamishna wa Kilifi North alitoa wito kwa vijana kutofuja pesa hizo ili wajikimu kimaisha. Hii ni project ambayo imekuja kusaidia vijana wetu, kwa sababu tunajua ile hali e, iko katika nchi yetu, vijana wengi sana ambao hawana ajira, na serikali yetu tukufu imeweka mikakati mingi sana kuhakikisha kuna programs tofauti tofauti za kusaidia vijana wetu waweze kupata ajira na moja ya hizo programs ni Nyota program ambao vijana e, wana apply e, kwa online alafu wengine wana apply kupewa ufadhili kidogo wa kuanzisha biashara, wengine wana apply e, kupewa ama kuangaliwa jinsi ya training zao e, na mambo tofauti tofauti. Baadhi ya vijana waliofika walitoa maoni yao kuhusiana na shughuli hii. Tulipendelea sana kama huu mchakato haungefanywa kiukubwa jinsi ulivyofanywa leo, labda kilifinoti ifika mahali pamoja, yote vile ingefanywa vizuri na ikawa ya kupendeza zaidi. Sijajua kwa madhumuni gani wamfanya hivi, lakini kama ingekuwa inawekwa, labda kama ni Kibarani Ward, vijana wote tuonane wa Kibarani Ward, kama ni Mnarani Ward, vijana wote wanane pale Mnarani Ward, ingekuwa ya haraka zaidi ya umakini na pia haingekuwa ya, ya kuchosha kiwango hichi, kitu ambacho naweza ambia vijana kila kitu huwa ni kama ni bahati, maana hadi mimi nilikuwa na ile nasema ni urongo ni urongo, lakini mwisho nikaja nimegundua ni kweli after nimekuwa selected. So mimi nafurahia, ningeomba hii kitu iwe ni ukweli, maana imetutoa mbali na tumetumia fea mingi sana. Vijana wa umri usiozidi miaka 29 na 35 kwa walemavu watanufaika. Nikiripotia Koko FM. Mimi ni Lolani Kalu, Koko FM, Ladha ya Pwani.